Karibu katika Kiyabo app. Mtaonje namna ambayo leo unaweza kufanya uh, kweli kwa masomo, kuongeza masomo, kupunguza masomo kwa kila kidato. Utaenda kwenye Kiyabo app setting, then kwenye beta version, add more subject or remove subjects. Utakuja hapa. Zina utakubali. Hapa sasa uta uh, ni sehemu yako ambayo unaweza kuongeza kwa madarasa. Mfano, kwa form 1, kwa sasa tuna civics, kwa hiyo stay tick. Nikitiki maana yake itakuwepo. Content tick. Uh, masomo yote haya yapo mpaka mathematics, lakini mwishoni huko tunaya masomo mapya istanzania y maadri na itik, lakini pia tuna business studies na, itik, na computer science sien. Then nakuja upande wa form 2 maybe una masomo kama haya dini yapunguza hapa ishakwa ni mengi Then, labda tu na bookkeeping na zs utaweka form 4 kama na, uh, Then, C, utawika, form na pia mfumo unaweza ka, kufanya kwa hilo. Sasa kuna hii subject shot subject shot kwa hapa, kazi yake inayotumika ni namna ambavyo somo itaonekana, e, takuja kuonyesha baadaye, lakini kuna hizi ni hii kwa upande huu sasa inatumika kwa ajili ya message. Ukija hapa kibadilisha hapa namna somo litakavyoonekana kwenye matokeo, lakini hapa unapotuma ujumbe kwenda kwa mzazi utaonekanaje kwa sasa. Mfano tuzungumzie history, labda nibadilishe sasa hivi ionekane tu ni his, e, lakini kwenye message, labda iende hivi. Kwa nini kurudi sasa hivi kwenye matokeo, labda pana matokeo form 1 Nikifungua matokeo nategemea sltaonekana like, tuni hii his ambayo tumeibadilisha a si mrefu. Kwa kama hiyo uipendelei, unaweza ukarudi tena ukaja kwenye setting ukaja hapa then ukabadilishia hapa ama ukaja kubadilishia uka hapa, lakini pia unaweza ukaja kwenye academics ukaja kwenye subjects pia hapa zinakusubiri. Mfano, mimi history nataka labda na hivyo ni hii yenye T, lakini pia business studies isiwe BIST, basi iwe tu ni ni base labda labda hivi business, basi ni kwa. Nikirudi kwenye matokeo ninayo ya form one hapa Anapofunguka safari hii sasa, imebadilika na business imefuata. Kwa namna hiyo, kwa matokeo yako yataonekana kwa style hiyo, top 10 kumi wa mwisho mpaka hizi summary za mwisho wa matokeo, unaweza ukaya save kama PDF, na unaweza pia ukayatumia baada ya muda, ukendako printi moja kwa moja, ama baadaye ama moja kwa moja kwenye printa yako hapa, na save na then nishamaliza. Kwa hiyo naweza nikarudi huku nikaweza kukutana nayo ambayo yako hapa yeah. Haya ndiyo matokeo ambayo tumeyatengeneza upande ule. Basi kwa leo ilikuwa ni hilo, kwenye namna ya kubadilisha masomo. Asante sana.